Mhalifu wa kivita aliyetiwa hatiani na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC kwa makosa ya kivita ametangaza kuundwa kwa kundi jipya la waasi lenye lengo la kuiangusha serikali katika jimbo la Ituri, lililopo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, DRC, na kuongeza tishio jingine la kiusalama katika eneo hilo lililoathiriwa na vita. DRC imekuwa ikikabiliwa na mtikisiko wa kiusalama katika mikoa ya mashariki ambapo makundi ya waasi hususani muungano wa waasi wa AFC M23 wa kutangaza kushikilia miji kama Goma, Bukavu, Nyabibwe na Walikale. Hata hivyo, uamuzi wa Thomas Lubanga ambaye ni mzaliwa wa Ituri nchini DRC na anayeishi nchini Uganda kutangaza kuanzisha kundi la Convention for Popular Revolution CPR unaongeza hofu ya machafuko nchini humo wakati huu ambao serikali ya Rais Felix Tshisekedi inasaka maridhiano na M23. Shirika la Habari la Reuters limeripoti leo Jumanne Aprili Mosi 2025, kuwa Lubanga ambaye ni mzaliwa wa Ituri, alihukumiwa na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC mwaka 2012 kwa makosa ya kuwasajili watoto kama askari, na akapewa kifungo cha miaka 14 gerezani. Aliachiliwa mwaka 2020 na, 20 na Rais Felix Tshisekedi wakati huo akamteua kuwa sehemu ya kikosi kazi cha kuleta amani katika jimbo la Ituri. Hata hivyo, mwaka na 2022 alitekwa nyara kwa miezi miwili na kundi la waasi ambalo hata hivyo alikufahamika, tukio analodai kuwa lilipangwa na serikali, na sasa anaishi nchini Uganda. Kwa mujibu wa maandishi kwa Reuters, Lubanga alisema kwamba CPR ina sehemu zote za kisiasa na kijeshi, ikiwa na wanamgambo katika maeneo matatu tofauti ya jimbo la Ituri. Alisema namnuku Kuleta amani katika eneo hilo kunahitaji mabadiliko ya haraka ya uongozi na serikali, ingawa aliongeza kuwa kundi lake bado halijaanza operesheni zake za kijeshi mashariki mwa nchi hiyo. Haijulikani ni wapiganaji wangapi Lubanga anawaongoza japo, wataalamu wa Umoja wa Mataifa jana, kwa mwaka jana walimtuhumu kwa kuhamasisha wapiganaji kusaidia kundi moja la wanamgambo wa kienyeji pamoja na M23. Ikulu ya DRC ilipotafutwa na Reuters haikutoa maoni yoyote kuhusiana na taarifa ya Lubanga kutangaza kuanzishwa kwa kundi hilo. Ituri imekuwa ikikumbwa na machafuko kutoka kwenye makundi mbalimbali mbali ya waasi kwa miongo kadhaa. Wiki iliyopita, Madaktari Wasio na Mipaka walieleza kuongezeka kwa ukatili uliosababisha vifo vya zaidi ya raia 200 na kuwalazimu karibu watu elfu mo laki moja kukimbia makazi yao tangu mwanzo mwa mwaka huo. Wanajeshi wa Uganda wako Ituri kusaidia serikali kupambana na kundi la Allied Democratic Forces ADF ambalo lina uhusiano na Islamic State IS, yes, na limekuwa likitekeleza mashambulizi mabaya zaidi, uh, dhidi ya raia wasio na hatia wanaoishi maeneo ya vijijini. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, tutakusogezea kila update inaoendelea kuhusiana na mzozo unaoendelea huko mashariki ya Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Congo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.